Imekuwa ni zamu ya wananchi wa jimbo la Kibamba kupewa nafasi ya kusikiliza hoja na ahadi kutoka Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA. Mgombea wa ubunge wa CHAUMMA jimbo la Kibamba ameeleza mambo atakayokwenda kutatua endapo atapewa ridhaa, ambapo ametaja kushughulika na changamoto za maji na barabara. Nenda Msigani, nenda Goba, Kizuri, Matosa, Goba Center, jimbo lote lina shida ya maji Nimeamua kugombea ubunge wa jimbo hili tukamalize shida ya maji katika jimbo hili. Mgombea wa urais wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Salum Mwalimu ametoa ahadi ya kuboresha sekta mbalimbali. Mimi ninaamini Dar es Salaam ni jiji la biashara, ni jiji la fursa na jiji la kila mmoja. Kila anayeweza kufika Dar es Salaam lazima aweze kugrab opportunity ya kubadili maisha yake, na hiyo ndiyo falsafa na ndoto niliyonayo. Kuhusu jiji la Dar es Salaam. Ni jiji la kila mmoja na kila anayeweza kufika Dar es Salaam aweze kuona fursa na aweze kuitumia kubadili maisha yake na sio vinginevyo. Uwezeshaji wa mazingira ya ajira kwa vijana imekuwa ni miongoni mwa ahadi inayosisitizwa na Chama cha Ukombozi wa Umma. Kitawaacha Watanzania, vijana wenzangu, hauzi bangi, hauzi dawa za kulevya, hauzi silaha, kila mmoja yake atakayojaliwa na Mwenyezi Mungu. Nikikuondoa hapo, nimeshakupatia mahala pa kuweka palipo bora zaidi hapo, sio kukuondoa kwa sababu eti naamua kukuondoa kwa sababu nina mamlaka. Hapana, hapana, tutapigana kwa tatizo la jini. Tujikomboe jamani, tupige kura za ukombozi, tuwachague wabunge wetu wazuri kenda kwenda kutusemea Mchakato wa kunadi ilani za vyama vya siasa inajikita kubainisha mambo yatakayokwenda kutekelezwa ndani ya miaka mitano ijayo. Emanuel Kalemba, Azam News, Dar es Salaam.